Wanapenda uh, kujivunia sana yeah, na wanachotenavikuta yeah, vifupi fupi fulani lakini uh, mimi <laughs> sijasema hivyo, sijamalizia <laughs> asije Amina akanirukia hapa na, <pia>, <laughs> <kani>, <laughs> na msikilizaji yeah, wa Radio Sauti FM, nimekwambia tu katika mitandao ya kijamii eh, pale Facebook andika uh, Radio Sauti 96.1 FM, lakini pale Instagram Twitter ama X kwa sasa hivi eh, lakini pale YouTube pamoja na Fredi andika tu Sauti Digital, unaweza kupata maudhui mbalimbali ya eh, sauti ya wasio na sauti, mm. Lakini kwa wakati huu mm. Mimi nikwambie tu msikilizaji, ambaye una bando lako la kutosha, una simu yako janja, una simu yako pangusa. Mimi sijatofautisha ni simu ina gani, kwa sababu weza kushangaa mwana wa Swahili hapo akaja kuniambia ni simu ina gani. Mimi sitaki kujua, sitengenezi ugumu eh, lakini kama una simu yako ya pangusa ambayo inaweza kaingia e, katika mtandao wa TikTok pia mm. E, tuko live hapa. <laughs> Kuna kuna kuna rafiki yangu anaitwa Evaristo Ngalile yeye mm. Bwana ni mvuvi umeona, mm. Namwambia kila nikiwa natoka nampigia simu oa, naenda redioni naenda kufanya kipindi cha usiku mnene na jitahidi upige upige simu utume salamu na yeah. Ikishafika e. mida hii unasikilizie simu yake kimya, mtu nasema huyu inakuja kwaje kwaje. Ukirudi ukimcheke anakuambia ah sasa hapo ndio maana huwa anapenda kumkumbuka balozi wa vijana Steven Chua. Alikuwa anapenda kuwachoma vijana. Unajua, kijana ukitaka abadilike mchome, anakuwa na hasira lakini mchome. Unajua vijana wengi, mimi naweza kazungumzia kwa kwa upande wa nchi niliyopo Tanzania, huwa tuna ile tabia ya kusema kwamba niamke Nichelewe kulala ama, ama niwahi kuamka ili iwe iweii, umeona? mm -hmm. Na wakati mwingine unaweza kumwambia, wewe tajiri mkubwa halali, alafu wewe mm -hmm. Anakwambia <laughs> <unawala. laughs> kwa kwamba sasa nitaamka saa kumi na mbili nielekee wapi? Umeona? mm -hmm. Yani, kitu ambacho nataka kukimaanisha ni kwamba vijana mm -hmm. tunashindwa kuwa na ule tunasema, e, ukubwa ama upanukaji wa, wa, wa kufikiria mm -hmm. kwamba kesho ninaamka lakini, je, ninaamkia wapi? Ninaamkia mm. eh, katika sehemu gani? mm. ninawezaje kupata chochote cha kuweka mkoni, sio cha kuweka kinywani? mm. unajua kinachotuua mm. uh, vijana wengi wa Kiafrika mm. tunatafuta kile cha kuweka kinywani mm, lakini mm, hatutafuti cha kuweka mkoni. mm. mm. <laughs> Na, na vile ambavyo unazo unangu... Kasema, ya kujenga he, ya kesho yako unatafuta cha leo bwana, nipate mimi cha kuweka mdomoni. Ndio pale unakuta hmm. una, una, unakuta mtu ananua uh, waleti ya shilingi elfu hmm. nane hmm. alafu anaweka hmm. shilingi elfu mbili kwenye waleti. Sasa elfu mbili yenyewe unakuta iki mfukoni. Hayo kwenye waleti mfukoni. Vijana wa hovyo sana <laughs> ama uh, unakuta kijana mm. anapata elfu sitini mm. anaenda kununua Air Force <laughs> <laughs> lakini kuna kijana ambaye anajitambua yeye <laughs> anapata elfu sitini mm. ananunua mbuzi. Sasa mm. jo baada miwe, mm. ambaya, ifustini, aka ya miaka miwili alafu tumchukue yule kijana ambaye alipata elfu sitini akaweza kununua mbuzi ya <laughs> Alafu bila wasije wakanipiga kuongea hapa, naona Sport Lady pamoja na Amina wakanipiga ya posti e, <laughs> zao safi kabisa hapa sasa na <laughs> hey, hey. na moja ndo nambari pekee wanasema ya kutuunganisha wewe oh, ulipo na sisi hapa mjengoni. Mimi na Baraka tupo hapa kulisongesha gurudumu hili la usiku mnene mpaka itakapotimu majira ya saa tisa kamili, na hatukuachi tunakupa burudani ya mziki wanasema mziki mchanganyiko na ukitoka, okay, kwenye mziki mchanganyiko saa kumi na moja kamili tunakuamsha na Amka na Radio Sauti FM 96.1, tunakutana tena hapa. <laughs> <laughs> Unajua, msikilizaji nafasi <laughs> ni yake muda wote, tuko kwa ajili yake, ndio maana ya. Huwa anapenda hmm, kusema Radio Sauti, narudia tena Radio Sauti ni sauti hmm, ya wasio na sauti hmm. Eh, unajua kwa sababu baada ya kumaliza hapa yaani hmm, eh, baada ya kufika saa 9 kamili hmm, eh, tunamwachia eh, anajiita mchanganyiko sasa eh, hapo <laughs> ni muziki mchanganyiko hmm, eh, tunaanza na kinkiba anakwambia utu eh, mimi na napenda kusikiliza huu mm. wimbo kwa sababu <laughs> eh naona amina tayari <laughs> shaa kuchanganyikiwa Bado muda eh <laughs> haujaweza e, kufika. Sasa ukifika e, msikilizaji mm. nami huwa na